mbele yenu, mimi naitwa Zainabu Hamu Abdul, ninagombea nafasi ya ubunge na yeah. Nipo ni hapa mguu kwa mguu kuzisaka kura kwa wananchi, kwao ninawafata wananchi moja kwa moja yeah. Kao, naombeni kura zenu za kutosha, ifikapo tarehe 29 mwezi huu, basi mwende mkanichague kwa pamoja, lakini pia tuendeni tukawambie ndugu jamaa ja na marafiki nyumbani ya yeah. Kwamba tumepata mbunge ambaye ni kijana mbunge yeah. ambaye ni mwananchi mwenzetu hajawahi kuwa kiongozi kwa hiyo sasa hivi tunahitaji kujiongoza wenyewe kwa ajili ya kuleta mabadiliko katika jimbo letu hili la Kivule. Kwa hiyo mkanitangaze vyema kwa ndugu na ndugu jamaa na marafiki. Basi mimi niwashukuru sana kwa kwa. Okay. Kwa hiyo baba e... Sawa kijana huko nipe e, kura kijana mwenzenu tukalete mabadiliko katika jimbo letu. Wenu dada yenu na mama pia inshallah. Oh, <laughs> kura kwa diwani pia jamani anaitwa Nandonde lakini pia naomba kura kwa rais ambaye gombo ni jirani yetu kafu, sasa anagombea kwa kafu. Kama nilivyosema hapo mwanzo, changamoto zetu tunazijua wenyewe wanakivule, ndo pamoja na hiyo ambayo umeisema ndugu mwananchi, mi niseme tu ya kwamba nikienda bungeni, kwa sababu mimi ndo nitakuwa nasimamia na kuhakikisha kwamba jimbo letu linapata ufumbuzi wa kutosha na suluhisho la kudumu, ndio pamoja na suluhisho la barabara. Kwa hiyo, nitahakikisha naenda kushirikiana vyema na viongozi wangu wa juu, ambaye atakuwa waziri wa mambo ya miundombinu kuhakikisha kwa kwamba wanatuletea maendeleo ya kweli katika jimbo letu, wanatuletea barabara. Kwa hiyo, bila kwenda kushirikiana vyema na wale kupata barabara itakuwa shida, lakini kushirikiana vyema na Tarura ambao wanahusika na masuala ya town roads lakini kushirikiana vyema na vye viongozi wa serikali wenzangu kuhakikisha tunaleta maendeleo katika jimbo hili, na sio kushirikiana vyema tu, bali ni kusimamia imara kio. Naombeni mniunge mkono kwa sababu nimethubutu na nimejitoa na niko imara kuleta mabadiliko ya kweli. Kwa hiyo kwa pamoja tushirikiane, tarehe 29 tukawaambia ndugu jamaa na marafiki ya kwamba tumepata pia ambaye yuko mgangari na ana nguvu, na anatosha, na ana na anatosha kwenda kutuwakilisha katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Swali so langu liko hivi, ukishapata hiyo nafasi ya ubunge na udiwani, je, utakuwa unafuata wananchi kama hivi ambavyo unatufuata kuomba kura? Asante sana kwa swali lako zuri, ndugu mwananchi. Naomba kulijibu kama ifuatavyo. kwanza kabisa Mwenyezi Mungu akitujalia tukapata ushindi ndani ya jimbo letu, lazima nirudi kwa wananchi kutoa shukurani zangu za dhati. Lakini la pili, jimbo letu hili ni jipya. Sisi tulikuwa ni jimbo la Ukonga ila tukaja uh, kugawanyishwa majimbo na ndio maana tukapata jimbo la Kivule na Ukonga wakabaki na jimbo lao. Kwa hivyo niseme tu ya kwamba jimbo letu bado haina ofisi ya mbunge, hakuna ofisi ya mbunge kama hivi sasa. Nina imani ya kwamba tutakaposhinda ndani ya jimbo hili nitakuja kukaa na wananchi na kudiskasi nao, kujadiliana nao ni sehemu gani muhimu au ni sehemu gani nzuri ambayo tutaweza kutengeneza. Kwa hiyo niwahakikishia ya kwamba nitafika kwa ni sababu, mimi pia ni mwenzenu, mimi ni mwananchi mwenzenu, sijawahi kwa kiongozi, na pia nina uchungu na jimbo langu kwa sababu sisi ndio tunaoyaishi machangamoto haya. Tunafahamu kipindi cha mvua tunakuaje, kipindi cha mwangaza tunakuaje. Asante sana. Mheshimiwa Zainabu kakiwa mbunge wa bunge la Jamhuri ataweza pia kujisemea sisi watu ni ulemavu sisi watu wenye disabilities tumesahulika sehemu mbalimbali. Niseme tu hata mkitazama sehemu za ajira, mkitazama sehemu gani, mtu ambaye ana ulemavu yani amekuwa akinyanyapaliwa, akisema huyu ana ulemavu, ataweza kufanya chochote? huyu hivi, huyu hivi. Jamani, tunapata taabu hii. Ninayozungumza jioni leo, Mungu nasikia, nimesikiliza sera zake, lakini pia nimeona kwamba ni mtu ambaye anafaa kuongoza. Kwa mfano kama sisi upande wa Mwanagati, sawa, anatengeneza barabara kubwa hii vizuri, lakini kuna barabara za mitaa, kwa sababu hivi vijana vilivyopimwa minibwe. Mimi ninapokea sera za wote wagombea, lakini naangalia nani anaweza ku kuwa tofauti na wengine kwa ahadi zao.